Hifadhi za Taifa TANAPA limetakiwa kutowapa leseni mawakala wa utalii na waongoza watalii wanaopandisha watalii katika hifadhi ya mlima Kilimanjaro pindi yanapobainika kutoa huduma zisizoridhisha kwa watalii. Hayo yamesemwa wilayani Moshi na mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro, Saidi Meki Sadiki, wakati akizindua kampeni ya usafi katika hifadhi ya mlima Kilimanjaro ambayo imeshirikisha wadau mbalimbali wa utalii wanaotoa huduma katika hifadhi hiyo. Sauda Shimbo ana taarifa yenye ufafanuzi zaidi. Kuzinduliwa kwa kampeni ya usafi katika hifadhi ya mlima Kilimanjaro kuna lengo la kuzuia uchafu katika hifadhi hiyo sambamba na kuweka maandalizi ya msimu wa wageni wengi unaoanza mwishoni mwa mwezi Juni mwaka huu. Akizindua kampeni hiyo, mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Said Meksadik amesema kumekuwa na ulegevu katika baadhi ya mawakala wa utalii wanaotoa huduma za utalii katika hifadhi ya mlima Kilimanjaro, jambo ambalo linasababisha taifa kupoteza mapato ambao wamekabiliwa dhamana ya kutoa nilimwambia mkurugenzi wa KINAPA, yeyote atakayebainika hatoi huduma iliyo nzuri kwa watalii, yeye anataka fedha zaidi kuliko huduma, basi kwa sababu kutoa huduma inayostahili matokeo yake tunaweza tukapoteza wateja wanaokuja kutembelea mlima wetu wa Kilimanjaro. Mkuu huyo wa mkoa pia akazungumzia swala la uvunaji wa mazao ya misitu katika hifadhi ya mlima Kilimanjaro. Kwanza uvunaji haramu wa msitu unaozunguka

amesema sekta ya utalii inachangia fedha za kigeni kwa asilimia 25 huku sekta hiyo ikichangia pato la taifa asilimia 17. Hii, moja kwa moja na tutashirikiana moja kwa moja wadau mbalimbali wewe ukiwa kama kiongozi wetu, ili kuhakikisha kwamba changamoto mbalimbali ambazo zinajitokeza katika kusimamia na kuhifadhi mlima huu zinapatiwa ufumbuzi mmojawapo ambayo tunalifanyia kazi leo ni kuhakikisha kwamba tunajikita kwa dhati kuhakikisha kwamba mlima huu unakuwa safi muda wote. Kampeni ya usafi katika mlima Kilimanjaro itafanyika kwa siku kumi, ambapo kauli mbiu yake ni weka mlima safi, tunza mazingira ya kutunze. Nikiripoti kutoka Moshi, Sauda Shimbo, TBC.